Um, uh, karibuni sana huku nasikiza Baraka1 TV, tuko majira ya saa 9 saa Afrika Kati, ikiwa ni kumi majira ya Afrika Mashariki. Ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town, DJ Pema, kurushia haya matangazo all the way from DRC. Uh, asante sana kwa wote kwa uh, kuendelea kuonyesha ushirikiano uh, kwa sababu tunakuelekea ni, ni pazuri zaidi. Tuko tarehe kumi na sita na ndugu yenu anabakisha siku kadhaa tu hapa eh, mambo yote kamilika sasa. Ile yale mashamba naaukaa wananchi wamefurahia sana, na uh, watazamaji wengi pia Baraka One TV wamekupongeza kwamba wamefanya kazi nzuri ya kuwasaidia wajane wazee kwa kulima shamba kubwa kisha unawapatia miogo ya bure. Mama Feza Mbiana nikua na mewa mogombatsa sana kwa kazi da asha all the way from USA na wengine wote ndugu jamaa na marafiki um, jamaa ndugu zangu makahoko wanashangaza sana. Oh, makomando makomando, mwangalie mafoto ya wale walio kwa komando ya M23. Aje kwa komando sasa? Niliangalia kwanza nikangalia, nikazume

ondiriki kule kwa mafunzo kwa walikuwa kwa hawakuli eh kwa hiyo uh, jamani msiogope wa kongomani eh ba vrai kongole msiogope msiogope kusikia sema oh biko na set mile please na ngaki siku naambia bana kine eh bomoni toza awa kaka tozo lala te tozo lamba tozo lamba la binu sikoyo binu bozi la kaka tozo ya tozo ya bozo ya bozo kende bozo kende wapi

Na ministre délégué Elezer Tambwe. Na ministre wa intégration régionale en Zuluni Floribert, pamoja na chef d'état major général Gilles Banza Mwilambu. Vous avez des commandos. On a le commando na unsentir comme voilà un soldat. Papa, moi je blague. FARDC ni armée ni kongovu. Ni armée yetu ndio, iko nguvu. Malgré ilé mama Eh, ma incompétence ya baadhi ba ma ba, ba ya ma ba corruption lakini nous avons une armée qui est forte iko disciplinée malgré mou, komba bampolia bakosaaki mokila kila société lakini FRDC eza makasi kaka ngai nalingaka FRDC ukichana mingi, mingi. Okay, na FRDC waza waza. Hein? Waza waza, baby. Ni armenye iko nguvu licha kwamba hatuna maminision za kutosha, lakini tuko armenye iko forte, batupatie in minute sie na, na tu, tu oh. D -d tu, isi, ba M23, ayo bakuwe dote na si tukuedote ni kelque segonde tu tunabamaliza bien, tunabaondoa bien donke hikitu isibaogopeshe kuona oh Oh, banongeza mil Savimbi, alikuwa na 40 mil ome Savimbi, rebele wa, wa, wa, wa Angola alikuwa na 40mil ome, ilienda wapi yote? Ilidisparitka mu zero seconde. Na Savimbi na Savimbi, ikitu ilianza kugopesha watu sana. <laughs> Waunaambia ye bungu wangu, twafwa twafa kweli kila tuafu ngambe panamtulie hebu tusikie ndugu yetu kwanza pailisha. Eh bwana mtangazaji, bwana Rajab, bwana Rajab, bwana Rajab, alerte, alerte, alerte, alert, alerte, bwana Rajab, pale hakuna jeshi, ndugu yangu Kornel nanga nashimamaseme iko na presenter, jeshi jeshi gani hapo? mimi naona jeshi gani hapo? Hakuna jeshi kabisa, bwana mtangazaji, wa Kongomani wote musikie hapo hakuna jeshi kabisa, pale hakuna jeshi, hiyo ni makapi tu kabisa. E bwana warisha jikufia kitama <laughs> kisha Korne Nanga akona shimama seme akuna presente nombre ya jeshi 7400 hakuna jeshi hapo kabisa, ambayo itenda pigana na wazalendo ndani yao muko wazee ni wengi wameshachoka na maisha kama wale, wale wakamata kwa nguvu. Walikuwa wanataka kulima kumashamba, wakawakamata juu wao walikuwa tunakamatakamata tu, wanaenda ingeza kijeshi kwa nguvu. Wale wote wale ni wazee kabisa, wengine waliingia tu kwa nguvu bila hata wao wenyewe kutaka pale hakuna jeshi yenyewe iko pale M23 akuna jeshi, jeshi. Uniliona wengine ni wasichana, lakini utafikiria wako na bwaki eh, bwana mtangazaji mama e. Mwingine kama siwe kama akuna mimba ukianga uki, tu kusura hivi wako na njaa, hakuna jeshi hapo. Wazalendo wasishitike kabisa na hawa watu, hakuna jeshi enye nanga anaonyesha hapo. Hakuna jeshi yenye nanga anaonyesha hapa, sema itawashitua wazalendo. Wazalendo mshimame, msiogope. Mshimame musiogope, pale hakuna kitu kabisa, kiwangalia tu hivi kwa sura. Au nasema hawa waishaka kufa, hata kama wako wanasimama hapo waishaka kufa. Na ingine kitu mimi najua, ndani kama kuna wakongomani wako ndani mule, wengine watawaepa tu kule kufro watawafata wa, wata wazalendo mahali walipo. Mimi najua wengi watawatoka M23, hakuna wenye mkongomani halisi mwenye atabakia kati ya M23 pale. Mwalo wa jeshi wote wengine watajikimbilia yao ni juu pale wangani kama vile wafungwa, lakini wengi watakimbia, watakimbia pale frema. Sisi wakongomani tushimame kabisa, tushimame. Haiko njo vita ya kwanza hii tuko napigana tulianza pigana vita toka toka kitambo sana. Wazalendo aza pigana vita toka kitambo sana kabisa, hii haitawashitua kushakaingia maseleksion na maseleksion ya basoda pale wa, wazalendo tujuru wanakuwa natoka tu washindi. Hata hii yenyewe wanaonyesha pale ile makapi pale waesha ojikufia hakuna jeshi hapo ha, M23 hana ha, jeshi hakuna jeshi ya M23 pale. Sisi tusiogope kabisa pale, hakuna jeshi ya M23. Wale washajikufia kitambo, wazee wako ndani wanachangana, wazee njo wanajaa wengi, wengine ni wazee wameja washa choka na maisha, kama wale wakamata kama ni kumashamba kule kwa nguvu pale. Hakuna jeshi ndugu zangu, avec Dieu nous vaincrons tutashinda tu kabisa, pamoja na Mungu, na ushindi tutabakia tu ni kwetu Kongo tu. E, watu wanatakiwa kuweza ku, kujipa moyo kujipa nguvu kujipa matumaini na kujijenga. Unaona, licha ya mapungufu yote yenye tuko nayo, najua tuko na mapungufu najua tuko na mambo mengi, lakini tunatakiwa pia kuweza kujitengeneza ili kujiimarisha kikamilifu ushelewa na hizi ambazo tuko na majeshi yetu hapa e, lewaza waza e, FRDC, serikali inasimama tunasonga mbele unajua, kwa kwa kwa hizi siku za hapa karibuni sasa, shauri kama shauri alikuja hapa, ni nilizoa observe kwa nikaangalia, nikakaa chini, nika meditate, nasema hii army tuko nayo, hii mabunduki tuko nayo, kesi kinu block kesi kinu zampeshe ku, ku, kupasua hapa kwenda mbele

amwezi anabambia anashindwa juu ya baba uh, tu anasema hivi, jambo ndugu, mupasha habari. Mimi niko hapa kichanga huku, sisi makabila ambao atusemi Kinyarwanda tunateswa sana tunanyanyaswa e, tunanyanganywa mashamba zetu kwa nguvu na M23, na wanaanza, na wanaanza baka wa dada zetu, na wale ambao walibakwa wako mu hospitali Mweso. Ni kusema mtusaidie hii message mwisukume ku Umoja wa Mataifa na, eh, na, wa, na wale ambao walibaka wale wadada ni wa askari wa Makenga ambao wanachunga ng'ombe zake. Tunaomba kwa serikali kufanya nguvu ili igomboe haya maeneo ambayo inaikaliwa na hawa wahuni wasiotahiriwa Kichanga hapa. Unasikia habari kutoka Kichanga hizi mu mikono ya M23 hapa tu, ni bakomersa basi badanganye. hakuna kenye Makenge atafanya. Unasikia iko na mangombe zake biko na mchungia kule iko na, na, na maferme iko na makaria mini Sotali Makenga. Cornel Langa. Ivo ivo. Daktari Bisimo, kila mtu yuko na maintereza yake hapa. Sio unakia, oh, tunakia wagomboa, tunakia wagomboa. Hakuna kitu. Kila mwenye iko naingia kwa maintereza yake. Eske mshawaza gisi, uh, kwa mfano. Bo, ni mawazo tu yenye haitawezekana lakini tunawaza. Ushawahi kufikiria saa M23 inachukua inchi yote ya Kongo. Paf. Inchi itakuwa namna gani? Ju atansho watu wenye venye balingia fasi kukope ina maana banendaka bana banaleana. Huyu akifanya bana, makosa, mwanzake anamfungia makosa. Ndio hiyo gisi ilikuwa wakati wa ipolitike nambe, gisi ilikuwa kudeta ya kumua mzee Laurent Desire Kabila, ile ilikuwa kudeta ile. Kisha kila mbaye anafanya makosa yake hata fatiliwa, bain untouchable. Eske kutawala an, wa kabila ulisikia ministre iko interpele hakuna? Eske ulisikia depute iko hakuna. Eske unajua hii ma examen ose i balifanya Goma za ba magistra Balita tu ba, ba bana kuye pali, ku, goma ba nakuya pale kufanya na, ni nima eksame basome ya goma. Me, benye batakuwa ba, ba takua rekrite. Biko deja planifi ba natoka Rwanda. Sesonde Rwande. Dua tangia pale. Kisha sasa, sasa wanafanya sa ile mixage. Uh, shalewa, ile mixage. Ba najikuta na hebu pia, biko munini, biko mguvernema. Kazi yabu naendelea vile vile tu ya, ya, ya infiltration. <laughs> Vyote tunavijua na ndio maana serikali inasema haita mixe batu. Hakuna faida yenye, iko ni hasara tupu na kupora mali za wananchi tupu. So nafikiri tushie hapo kwanza. Uh, hii ni Baraka 1TV, mingine tukutana majira ya saa 12 kwenye mitazamo ya wananchi. chao chao.